Habari, karibu sana kwenye kipindi kizuri cha afya kwa lugha ya Kiswahili. Mimi naitwa Dokta Rafiki. Sasa leo taenda kuzungumzia ugonjwa wa chunusi au kwa lugha ya kitaalamu unaitwa acne. sasa ugonjwa wa chunusi hutokea pale ambapo e, vinyweleo au hair follicle vinakuwa vimeziba. E, tufahamu kwenye ngozi ya binadamu Eh, huwa kuna tezi inayoitwa sebaceous gland na hiyo tezi huwa inazalishwa uh, eh, mafuta ambayo yanaitwa eh, sebum. Haya mafuta kazi yake huwa ni kulainisha ngozi. Sasa kuna baadhi ya mambo ambayo yanaweza kupelekea hizi eh, eh, eh, hair follicles ambao ni vinyeleo vikaziba, na vikisha ziba, sasa ndivyo uh, vinapelekea mtu kupata eh, ugonjwa huu wa chunusi. Sasa baadhi ya mambo hayo moja e, e, na, na mafuta yanayotengenezwa kwenye ngozi kupita kiasi. Mafuta huwa yanapita kwenye hivyo vinyweleo ambavyo vinaitwa sasa hivyo vinyweleo vinavyoziba, na mara nyingi huwa vinaziba kutokana na mafuta yanapokuwa mengi kupita kiasi. Kwa hiyo yanapokuwa ya mengi huwa yanajazana ya na pia yanakuwa yanatengeneza kama uzito au ugumu ambao unapelekea kuziba hivyo vinyeleo na vinyeleo kishaziba, basi mtu anapata ugonjwa wa chunusi. Lakini pia e, seli za ngozi zilizokufa zinapojikusanya kwenye vinyeleo, kuna seli ambazo e, kwenye ngozi huwa zinaondolewa baada ya muda na hii ni kawaida ya ngozi. Sasa zinapokuwa zimekufa na hazijaondolewa, huwa zinajikusanya zina ziba vinyweleo na zikisha ziba vinyweleo basi mtu anakuwa eh, na uwezekano kupata ugonjwa huu wa chunusi. Lakini pia bakteria wa ngozi ambao kwa kitaalamu tunawaita kuti, uh, kuti bacterium acne eh, mara nyingi wanapenda sana mazingira ambayo uh, ngozi inakuwa na mafuta mengi, lakini pia eh, vinyweleo vikiwa vimeziba wanakuwa kwa kasi, lakini pia wanasababisha maambukizi kwenye ngozi na sehemu yote ambapo bakteria wanapokuwepo kwa sababu cha maambukizi lazima uvimbe utatokea, lakini pia e, na wekundu unaweza ukatokea, na hivyo vyote vinaweza kupelekea mtu kupata chunusi. Sasa hivi vitu vyote vikitokea kwenye ngozi ya mtu ndipo anapata uvimbe e, lakini pia anaweza kupata wekundu au maumivu katika sehemu hiyo ya ngozi, na mara nyingi sehemu nyingi zaidi e, chunusi hutokea usoni, mgongoni na kifuani. Sasa kwa nini chunusi utokea zaidi usoni, kifuani na mgongoni? E, maeneo haya mara nyingi huwa yanakuwa na tezi e, nyingi za mafuta kuliko sehemu nyingine za mwili. E, kama nilivyoelezea, hapo hao walikwamba e, ngozi zetu zina tezi inaitwa sebaceous gland ambayo inazalisha mafuta yanayoitwa e, sebum. Lakini haya mafuta yanapita kwenye vinyweleo ambavyo vinaitwa hair follicles. Sasa sehemu E, za mgongoni kifua na usoni kunakuwa na e, sebaceous gland kwa kiwango kikubwa zaidi e, na hiyo inapelekea kuzalisha mafuta e, mengi zaidi kuliko sehemu nyingine za mwili, na mafuta yakiwa mengi ni chanzo kikubwa cha mtu kupata chunusi. Na hizo sehemu, kwa sababu kunakuwa na mafuta mengi, zinakuwa rahisi zaidi kuziba vile e, vinyeleo ambavyo vinaitwa hair follicles, lakini pia bakteria wanapata na nafasi nzuri ya kuzaliana na kusababisha eh, huo ugonjwa wa chunusi na ndio maana mara nyingi eh, wagonjwa wengi wenye ugonjwa huu wa chunusi utakuta uh, inatokea usoni, kwenye mabega, mgongoni uh, au kifuani. Sasa nani yuko kwenye hatari eh, kubwa ya kupata ugonjwa huu wa chunusi? Uh, Mtu wa kwanza kabisa ni vijana walio balee, eh, kuna umri fulani sasa, ule umri ambao eh, mtu amebalee kwenda juu huwa kunakuwa na mabadiliko ya homoni, na mabadiliko ya homoni huwa yanapelekea uzalishaji wa kiwango kikubwa wa mafuta ambayo yanaitwa sebum. Sasa mafuta haya, yakiwa mengi kupita kiasi, ndio chanzo kikubwa cha, e, e, ugonjwa huu wa chunusi, lakini pia wanawake wako kwenye hatari zaidi ya kupata ugonjwa huu kwa sababu ya mabadiliko ya homoni. Mabadiliko ya homoni e, kama e, nilivyoelezea kwenye e, umri wa kubalea kwenda juu, pia na yenyewe yanapelekea uzalishaji mafuta mengi na mara nyingi hutokea wakati wa mzunguko wa hedhi, wakati wa ujauzito, lakini pia na baadhi ya magonjwa kama polycystic ovarian syndrome. Ndio maana unakuta kuna baadhi ya wanawake akiingia kwenye siku zake au akikaribia anapata chunusi, au wakati wa ujauzito au wale wanaoumwa ugonjwa huu wa e, unaoasili hormone unaoita polycystic ovarian syndrome lakini watu wengine ambao wapo kwenye hatari kubwa zaidi ni watu wenye ngozi zenye mafuta mengi. Kuna watu ambao asili yao tu ngozi yao inakuwa na mafuta mengi, kwa hiyo mafuta mengi yakiwa eh, yamezidi yanapelekea kuziba eh, vile vinyweleo ambao vinaitwa hair follicle, na hivyo vinapelekea mtu kupata chunusi. Lakini watu wanaotumia vipodozi vikali, vipodozi vikali vina kemikali ambazo zinaenda kufunga vinyweleo na vinyweleo vikishafungwa Eh, inakuwa si rahisi tena mafuta kupita kwa rahisi na hivyo unapelekea mtu kupata chunusi. Lakini watu wenye msongo wa mawazo, stress. Eh, ukiwa na mawazo, eh, ubao unazalisha homoni inayoitwa cortisol na homoni hii cortisol huwa inachochea sebaceous gland kuzalisha sebum nyingi ambao ni mafuta ambayo yanapelekea sasa mtu kupata chunusi, kwa sababu mafuta yakiwa mengi kupita kiasi ndipo yanazuia nyeleo na nyeleo vikishafungwa basi mtu Kupata, eh, lakini, fulani, eh, ni rahisi sana kupata ugonjwa wa chunusi. Lakini baadhi ya familia fulani, huu unakuwa ni ulisi wa vinasaba, kwamba kuna baadhi ya familia wanakuwa na eh, asili ya kupata chunusi eh, kwa sababu inakuwa kama ni kiasilia, kwamba kutokana na vinasaba vyao wanakuwa eh, wanazalisha mafuta mengi kwa kiwango kikubwa, au tu asili yao tu pia inakuwa eh, inatokea ndani kabisa kwenye E, vinasaba vyao kwamba wanakuwa na changamoto ya ugonjwa huu wa chunusi, lakini hii inakuwa kama ni mara chache sana kutokea e, kwa watu wengi. Asemea kubwa ni wale watu ambao wanakuwa na e, mafuta mengi kwenye ngozi. Sasa chunusi si ugonjwa wa hatari, lakini athari zake ni kubwa e, kwa sababu ni e, ugonjwa unapotokea katika mwili wa mtu E, hata kama hauna hatari kubwa, lakini pia una madhara yake. Sasa baadhi ya madhara ya ugonjwa huu wa chunusi mara nyingi ukitokea kwa mtu ule ile, e, hali ya kujiamini inashuka kwa sababu ya muonekano, na watu wengi wanapata ugonjwa huu wa chunusi e, hawezi kujifili vizuri, na wagonjwa wengi hasa wanawake wanajikuta muda wote, anatumia muda mwingi kujiangalia kwenye kioo kwa sababu anakuwa hajiamini tena kwa sababu uso wake unakuwa e, umeharibika, lakini pia msongo wa mawazo na wasiwasi kutokana na athari makubwa ambayo hata mtu hawezi kufurahia kutembea mbele za watu kwa sababu ya kujiogopa na sura yake imeharibika zaidi. Lakini pia makovu ya kudumu, kama mgonjwa hatatibiwa mapema, sababu chunusi zinatengeneza vidonda. Sasa vidonda vinapelekea makovu, na makovu yakishatokea. Eh, sasa inakuwa ni rahisi eh, mtu kukosa kujiamini kwa sababu anakuwa na makovu yamezunguka uso. Na fahamu makovu huwa sio kitu kizuri. Eh, sasa akitokea usoni, kwa hiyo mtu yanapotezeshea kujiamini, lakini pia kubadilika kwa rangi ya ngozi post inflammatory hyperpigmentation, ngozi inaweza kubadilika kwa sababu eh, kama makovu yakiwa mengi mtu anaweza kuwa na eh, rangi tofauti tofauti kwa sababu yale makovu huwa yanaacha rangi eh, nyeusi. Sasa so, yakiwa mengi yanaweza kubadilisha kabisa eh, muonekano wa ngozi kwa ni vizuri eh, unapoelewa ugonjwa huu na kuchukua hatua mapema ya kujitibia ili kuondoa changamoto ambazo zinaweza katokea hapo baadaye. Kama unahitaji ushauri wa kitaalamu na mimi Dr. Rafiki, unaweza kuwasiliana nami kwa WhatsApp namba inayoonekana hapo. Lakini pia usahau kusubscribe kulike na kushare kwa wengine, ili pia na wenyewe wajifunze. Asante sana kwa kunisikiza kwanzia mwanzo mpaka mwisho wa somo hili. Karibu tena kwenye somo linalofuata e, nikutakie afya njema, bye bye.